Pala pala online TV. <laughs> Shabiki, mashabiki wa Arsenal jana bana <laughs> ilikuwa siku mbaya kwao sana. Sasa anawekwa chini pale, bila shaka ni mpira wa madhambi utapigwa kuelekeza uh, Mwendakulima uh, bila kusahau. Eh, hapa pia tunaona Benedict Mwangulumba tayari ametupia goli mbili hapa. Pengine ataungana na Jean Charles Ahua ambayo sasa anaongoza kwa hatrick hapa. Simba anapokutana na Pamba siku ya leo ambaye sasa goli katika amefunga goli takatiagolitaongoza Simba anaongoza, Charles ameshatumbukiza nyavuni magoli matatu na ni hatrick. Jean Charles haya sasa kipesa anageresha kunaondoka vitu tofauti amtafuta kwa mgromba lakini kipaji ambacho kimezaliwa kule Green City ikakulia pale lakini ikaibukia pale Kipalapala Seminari hivi sasa ndani ya kimia ana magoli mawili ina moja sasa, na uzzaachia inakuwa ni pasi fungo na unatoka kwa goal kick mpira unambambao natokajiniamsah dakika arobaini zimepata bado dakika tano kuelekea mapumziko y alikuwa abeki mzuri sana katika kug ya Kipalapala Seminari leo, na dezi yake gongoni namba kumi na nne alikuwa ana mchezo mzuri sana, anatoa pasi ambazo ni mbaya sana kwa mabeki, zinawateza sana wabeki hawa wa Mwendakulima. Mapunga nageresha kipaji kingine kutoka mawasiliano yamekatika pale. Sasa wanaondoka kwenda Kulima, refa anasema. Kabla tuendelee, sasa nimguanageresha bado, naona badiliko inatahiko hapa, bila shaka ni badiliko la kiufundi, badiliko la kiufundi. Nez ngote nambari ishirini mgongoni ndiye amesimama kwenye kesi tayari kuchukua nafasi yake kapinga. E, sababu hii ya kiufundi, kwa sababu kama unaweza kuona mchezo vizuri, na kwa faida ya mtazamaji wa Kipalapala Online TV, kama safu ya ushambuliaji, safu ya kiungo na safu ya beki upande wa Kulima kama ilikuwa na mtimu tatu tofauti. Nyingine sababu hii ambapo kuingia kwenda kuimarisha katika katika eneo la kiungo, kwa na jana anaweza kurudi mchezo

Kuna kile kulia, ada singala anacheza kwa mkono mpira ule, na referee anamwambia. Sasa kipute kitaelekea kwa lango la timu ya Kipalapala Seminari, tarama mshanza, abiti mtoto wa mama kambo, abiti baraka anakata kwa kulia kwa kushoto. Victor anaondoka, anacheza yoba tambi, refa anasema mpira, refa anasema hakuna iendelee. Hatari kule, hatari kule sasa, kuna kule kushoto, inakuwa ni goal kick. Asante sana msimamizi wa matangazo haya kwa ujumbe anaitwa okay. Pale dito, twoftan, anaonywa. Dakika nne za nyongeza 45 kipindi cha kwanza zimekatika sasa, ni zile dakika zilizopotea na tayari wameongeza dakika nne. Nyuma mpira yuko Edward Sinkana la kila kulia. Kaguu lakela kulia kata Mwakila Wilson kata pale Mwinjangi anauhegi sasa, cheza na cheza mpira mrefu huku sasa mar na geresha kule, anaweka chini tukio hili <laughs> na maana gani? Ukijaribu kuangalia pale goalkeeper alikuwa ameshafika katika eneo la kundaka mpira, lakini ni kama mshambuliaji huyu alisukumwa kidogo, alisukumwa kidogo, na kwa jicho la kichambuzi pale kwa kweli ilipaswa kutengwa mpira wa ikabu ule, lakini goalkeeper amesema, hey, me... hey. Referee amesema weka hapo goal kick, ngoma iendelee. Saha, ukiangalia ile nafasi e, kwa kweli pengine refari ametumia utu, ametumia e, utu kwa sababu beki ni kama alikuwa anateleza hivi na hivi, alikuwa anajitafutia balance, na hivyo ikaleta hicho kilichotokea, kwa maana akaona alete ubinadamu wasiko ya adhabu, kwa kwenda kwia uwanja huu asili yake i asili ya udongo ambao una mchanga mchanga ito. Karibu watu wa karibu msikie nyumbani wanaamua kwa nyumbani kweli. Na kama Kipalapala ndio wako nyumbani hapa, total domination of football hapa. Kabumbu safi natoka Kipalapala hapa hivi. Vijana wa Mwendakulima wana wana haha hapa kweli. Hawana connection nzuri sana. Wanapiga, wanashambulia mara chache sana. Wanafanya mistakes hapa na pale kwa kufanya ku-commit fouls ndani ya 18 ambazo si salama sana, ni vile risk. Mtu anakuja hapa, kuna shambulizi mara moja pale. Na bado wanao Kita Dominic. Martin kafika hukuu aarana mgongoni, kata kule makila wanagongana wenyewe kwa wenyewe. Dakika zili za nyongeza zimekatika tatu na imebaki mmoja. Kuna mabishano pale kati ya referee na wachezaji. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo hayo kupitia Kipalapala au sio? matangazo ya Ni Kipalapala matangazo moja. Mechi kirafiki kati Kipalapala seminari na Mwendakulima, na mpaka hivi sasa dakika kama moja imesalia, Kipalapala wako mbele kwa goli mbili kwa moja mpira umetoka kwa kurusha kwa kando la timu ya Mwendakulima seminari

inaa ambavyo Kipalapala kia Kipalapala timing yake, kama inakata ina hivi. Kwenye mpira wa miguu kuna kitu kinaita anticipation. Anticipation ni kwamba pale ambapo unajaribu kufikia mpira lazima upige mahesabu. Je, hu na ukuta au si ukuta

Familia takatifu Mwendakulima na seminari ya Kipalapala. Ah, tuna